ini kusahau, ila bado sijapona. Nakiri siku bei mabaya nawe umie, ila natamani siku moja moyo wako umie. Udondoshe chozi kisa mapenzi uone jisi gani nauma utekwe moyo na ute tapeliwa mapenzi hadi ukumbuke ulafanya we mtu gani, mtu gani. Usojali maumivu ya wengine una moyo gani, hawezi kumjali mwingine eti una moyo kupenda.

bado, bado, bado, bado sijapona. Lux si yeah. si oh. mm. mm. mm. si uh, Billy uh, yeah. Kabla ya yote, twenzetu na akapela kwanza, yeah. Uh, najua kua napita nayo hapo kwa juu twende, yeah, yeah, yeah, sasa hapa rasmi sasa. uh, hmm. uh -huh. sidhani kama uliwahi kuwaza yuko liye mumiza, wala sidhani kama uliwahi juliza yupo liye mkwaza, ila machozi ya mnyonge ulipo na Mungu ule ujira uwa mwenye haki, bosi ni Mungu. Afadhali afadhali ungeacha moyo wangu, nipatie mwingine. Ile hatari ukujari penzi langu kagawa kwingine. Sina wakufuta chozi langu, sina asina, nabembelezwa na upweke wangu mwenyewe aona Sina wakufuta chozi langu peke waliachadondoke penzi umetupambwa kukookote, ona bado sijapona, e, e, e, bado bado, bado, sijapona maumivu ya mapenzi bado sijapona, bado sija bado sijapona, najitahidi kusahau ila bado sijapona. Sa, yes, yeah, anaitwa Lux Billy yeah. Lakini kuna sauti uko naisikilizia hivi <laughs> uh, Fris Boy alikuwa naibebia kwa mbali hivi <laughs> kwenye hii, kwenye ngoma Fris Boy hayupo yeah? hii umefanya mwenyewe yeah, of course, Mm, naona producer uh, One Touch. One One Tone Tone of course. Ah uh, yeah, it's Touch. Yeah, okay, okay, karibu sana kwanza kwenye studio za ABM FM Radio yeah. Ah, shukrani sana. Na mimi ndo mara ya kwanza yeah. ndivyo eh. Yeah. Ah, nilikuja. Ah, uh, okay. Yeah. Ni mara ya pili ah, yeah, yeah. Ah, basi sikuwepo mimi yeah, sio yeah. Mbaya kila <laughs> kitu kinaenda sawa, si ndivyo eh? <laughs> Kabisa. Ah, umetuletea kazi mpya inaitwa bado Sijapona, mmekuwa yeah, ah, na mtiiliko wa nyimbo nyingi sana ambazo mnazitoa yeah. Ndani ya moyo t-shirt ile hiyo na kofia yeah, yeah. Ah, SCA studio. Studio. Eh, yeah, uh, iko wapi hiyo tawi jingine liko wapi? Liko Gairo, Morogoro. Tunasikika fresh oi, wanangu wa Gairo, hakikisha <laughs> meseji yako muhimu sana kupitia nambari ya 0760 111188 yeah. yeah. Niko na ndugu yetu hapa, kila kitu kinaenda fresh kabisa <laughs> yeah. Aa, Awa, uh, niseme nini, niseme nini, niseme nini. <laughs> <laughs> ah, bado sijapona. Yes. Kwenye ni oh. Nyimbo yako si ndivyo? Yeah, eh? Of course nyimbo yangu. Kwenye mtiririko wa nyimbo ambazo umewahi kuzisoa, huu unaweza ukawa ni wangapi? Ah, hizi sikumbuki. Maana nimerekodi nyimbo nyingi. Kwanza wewe ni nyimbo ambazo nimerekodi 2022. 2022. Yeah, ulikuwa ndani mm. mwaka huo ndo nika nika release. Ah, uh, kwa hiyo unataka kuniambia kwamba una stock ya kutosha? Ah, nyingi. Na nyimbo tangu 2018 28 Na nyimbo na ah, zaidi ya ya, ya sitini sabini ndani. Sasa, kwa nini uzitoi? <laughs> au kuna namna ambavyo unaweka mambo yako sawa? Ah, yeah. kwamba si kwamba utajisikia au yeah. sio kwamba yani muziki sio ah. kipaumbele chako. Hapana. Kipaumbele namba moja. Na mm. ndio uh -huh. kitu ambacho kinafanya naishi <laughs> lakini nadhani ni mpangilio tu wa mm. mambo. Yeah. Kuna muda unafika, unaona sahizi ni wakati sahihi mm. Basi unaachia kazi, naenda inaenda. Uh, jina lako rasmi la kwenye paspoti, kutaka kwenda India, China wapi, make ili tax, unaweza kupishana na malaika, malaika wa baraka <laughs> Yeah, anatafuta jina, yeah. Stefano <laughs> haoni anaona <Lux Bill> <laughs> yeah, yeah, ah, Lux Bill ni kifupi cha majina yangu. Jina langu naitwa Lux Ford kwenye nikachukua Lux. Yeah. Alafu Bill ni jina la baba. Ndiyo. ambapo yeye anaitwa Bilishani. Okay. kwa nikakata kwenye Bilishani nikabaki na Bill. Nikaona okay. ikiwa Lux Bill, yeah. lakini majina yangu kabisa okay. ah, Safi, Freeze Boy wewe, yes. Weili, vipi mchanganuo wa Freeze Boy? Ah, uh, ah freeze, freeze <laughs> lakini freeze, eh boy, kama unavyojua mvlana, mvlana, ehe, mimi bado ni mvlana, unaona, freeze, lakini freeze mm. Jina la yeah, babu anaitwa Mtuli e, kinoma noma. <laughs> <laughs> <laughs> Yeah, sawa kabisa Bwana niko yeah. Na ndugu zangu hapa oh. Uh, tutapiga stori zaidi kuhusiana na mziki wao, yes. Uh, mara ya mwisho nilikuwa na Freeze Boy tukapiga stori zaidi. Leo pia niko na Lux Lux, yeah. Uh, kwenu kwenye familia yenu Uh, wewe ndo kidogo na chembe chembe ya mziki? Apana. au kuna watu ambao walikutangulia walikuwa wanaimba mziki? familia yetu naweza kusema ni familia ya mziki kwa sababu mpaka sasa hivi mamangu anaimba. mm. O ana, anaimba kwaya ndio, lakini pia babangu mdogo anaimba. mm. na rap lakini pia anko zangu ni watu ambao wanapiga sana magitaa yeah. Kwao nimetoka kwenye familia ya mziki na okay. kwao, ingawa mimi nimeendelea Mm. liko wengine kwa sababu wengine ika anafanya tu akiimba kanisani basi, yeah. Lakini hawajafikia zile hatua kwamba akafanya mziki usogee. Okay. Yeah. Na kwako kipi kilitangulia, mm. mziki au producer? Ah, of course, nilianza kuimba, nilianza kuimba ndo baadaye nikaingia kwenye production. Ok yeah. Kipi kilikuvutia kuingia kwenye production? Kuna wana huko naenda kurekodi <laughs> unaona uwaelewi au? <laughs> Ah, kwenye production cha kwanza mm. ni kitu ambacho nilikuwa natamani na Production ilianza nadhani 2015 baada ya kumaliza form 6. Kuna babangu mdogo ambaye anaimba alinipa zawadi ya gitaa. Okay. Kwa hiyo ndo first time nikaanza kumiliki chombo cha muziki. Mm. Kwa kuanzia pale nikaanza kujifunza gitaa na vitu vingine. Lakini kutokana na usumbufu wa studio, unaenda producer unamlipa afanye kazi yako kwa wakati. Mm. Sometimes unaweza ukaenda yuko na mood tofauti uweze kufanya kazi. Kwa hiyo nikajikuta naanza kutamani na mimi kuwa nafanya kazi zangu mwenyewe. Yeah. Kwa hiyo ndo kikanivuta, baadaye nikajikuta ipo kwenye production na uh, kuna kuna, kuna sentensi wanasemaga uh, waimbaji wengi ndio ukienda, okay, sehemu ambapo producer anaimba yeah. Kuna namna mnalipuaga kazi za watu <laughs> kuliko kazi yako yani, kazi yako wewe <laughs> <laughs> Kuna namna unainyoosha kwamba hii ni ya kwangu eh, hey, hey, hey. Hey, hata kama mko wawili lakini bado hey, utapeleka voko voko, lakini ukishatulia kwenye kumix sijui sauti hey, ni na nini pale hey, eh. Hey, hey, kwamba unakuwa ah. Una umakini kuliko kazi za wengine. Hapana, sio kweli mm. Kwa mfano mimi kwanza sijawahi kuwa mchoyo wa mziki mm. Uh, of course mimi ni mwandishi wa nyimbo ndio, ukiachana na mambo ya production ni mwandishi wa nyimbo nimeandika mm. Watu wengi sana k unakuta nikiwa namfanyia mtu kazi nafanya yeah, kama ya kwangu ndio. Uwezi amini wimbo ambao nimemwandikia mtu pengine unaweza ukakuta nafanya zaidi hata ambavyo nafanya, mm. ili kesho aweze kurudi tena, kwa hiyo sijawai yeah. kwa mcheu, kwa hiyo kazi ya mtu naifanya kama ambavyo ningeifanya yangu, mm. na yangu naifanya kama ambavyo ningefanya ya mwingine okay. yeah. Hapo kwenye kuandikia watu mziki mm. unaandika aina gani ya mziki? Inafanya staili zote, staili zote kwamba mtu akija anataka mapiano nafanya. mm. Akija anataka rumba anafanya. yeah. Akija anataka gospel naweza kuandika. mm. Staili zote nafanya na huko kwenye mziki. yeah. Au usi wa bongo fever gospel? yeah. Pia unaimba au? Yeah, zipo nyingi. no. Zaidi nafanya gospel ingawa. mm. Hii bongo fever huwa nafanya kutokana na soko linavyohitaji. okay. Lakini huwa siko kwa sababu kazi yangu kubwa ni uandishwa nyimbo so. mm. Atakuja mtu anataka bongo fever, lazima asikie wewe kwenye bongo fever umefanya nini. Yeah. Okay. So huwa natengeneza lakini, basically kale nimebase zaidi kwenye gospel. Kwa mimi nikitaka uniandikie verse za yeah. hip hop yeah. verse mbili yeah. na chorus, kuna namna tunaongea tu bwana <coughs> nataka title hii yeah yeah a uh, chorus ikae hivi ndio fresh. Yani unaniambia tu idea yangu hii mm. nataka ina fulani ya muziki mziki yeah. Basi tunaseti time ndani ya muda fulani ambao ambako unakuwa tayari, nakupa malipo vipi? Tunaelewana, huwa ni kuelewana tu, ila huwa anafanyika baada ya kazi. Huwa si wachache ambao huwa sio waaminifu, naweza kuambia tuma advance, lakini huwa sitoi wimbo mm. mpaka nione account imesoma, ila naona neno <laughs> <laughs> <I don't know. laughs> nishatapeliwa sana mwanzo. nimefanya, mm. mm. nimefanya kazi na watu wako nje ya nchi, nimefanya kazi na watu wako Marekani wako Uingereza, nimeandika sana nyimbo Kenya, Kongo sasa unakuta mtu ukishamtumia wimbo unakutana kubrutiki, tumisha na wimbo ushamtumia, biti ushampa, melodi ushampa, unamdai nani? Kwa hiyo lazima mwamara usome. Nachofanya huwa nakuandikia nakutengenezea melodi na nakuandikia mashairi afu nakutumia kipande kifupi mm, utasikiliza utajiridhisha kwamba hii si idea yangu. Mm, bana, si nilikwambia uniandikie wimbo hivi na hivi. Atasikiliza huo mm. wenyewe anaingiza mzigo na mtumia sasa, wimbo, mashairi, melody, kila, kila kitu yani yeye kukariri tu na kwenda studio basi. Iliwai kutokea kwenye upande wa gospel hivyo? Yeah. Msanii um, wa gospel pia gospel. Ah, nimeandikia wengi, kwamba naye mtu akachenja mbuga yeah. Ah, hadi huko <laughs> wapo <laughs> of course, kama miezi miwili hivi iliyopita nimeandikia, yeah, mtu Wimbo akanicheki hasa na mm, nadhani ni kazi yangu ya kwanza ya gospel, ambayo ni sikumwamini, waga nawaamini sana watu wa gospel. Hey, eh, mimi mwenyewe ndo, ndo, ndo nachoaza ya, hapa sasa. Nikamwandikia jamaa wimbo mm, tena nikiwa hapa SA yes. Mm. Nikapiga beat nikaandika, nikamtumia akaniambia mm, hebu nisikize. Nikamtumia kipande kifupi, nimemwambia yeah, mwanangu fresh ila nitumie usikilize. Wote tena mtu wa gospel, nikasema huyu mtu wa Mungu mwamungu mtu wa Mungu hawezi kufanya mambo ya ajabu, basi <laughs> nikamtumia wimbo, nikamtumia mashairi <laughs> baada pale ananiambia wimbo sijauelewa, akani block akaniblok, na ushangaa kautoa hapo, sijajua maana sasa sina access naye nyingine na hatujuani. Ah, wengi tunafanya kazi. Hey, eh ndugu yangu hapa mwamara usome mapema. Hey, ndugu yangu kabla <laughs>

nambari ya 0760111888. Uh, niko na ndugu zangu hapa Freeze Boy pamoja na uh, Lux Billy sasa, yeah. Uh, idea ilikujaje hii bado sijapona. bado <laughs> sijapona bado sijapona ni wimbo ambao kwa kiasi fulani mm. niliandika. Kuna situation ambayo nilikuwa nakipitia kwa kipindi hicho, ilikuwa ni 2022 mm. ya kwanza ilikuwa ni changamoto za maisha, ndo kwanza ah. nimeanza kujitafuta ndo kwanza, kujita food, ndo kwanza nimefungua studio na, stressi, mm. na vitu vingine ndio so nikachukua advantage, lakini pia mm. nilikuwa na mazingira fulani ya mahusiano ambayo nilipitia pabebeb sana kwa kupitia ile na feeling za maisha na nini, mm. nikajikuta naandika, lakini pia nina wimbo ambao unaitwa Nitapona, ambao mm. nadhani nili niliulilizi niliutoa 2021 okay. So, unaitwa uh, bado sijapona, mm. unaitwa nitapona mm. so baada ya kulilizi ule wimbo nikakumbusha kama mwendelezo kwamba ule wimbo bado sijapona. Mpaka kufikia hapo, kuna kauli wanasemaga kwenye memes kwamba Uh, wanawake wajitahidi kuwavumilia uh, washikaji yeah, uh, yeah. Njia ya Mungu ya kutoboa huwezi jua, ya Mungu mengi. Yani unaachana na <laughs> mtu leo nafu kesho <laughs> tobo linaonekana mwamba katoboa pa asau <laughs> uh, unaanza kuangaika yeah. uh, kurudi na kuwa kidogo namna gani? Usha msamehe na nini, fresh maisha yanaendelea na maumivu ya kiasi gani? mm. nikishaimba tu yani, ni basi limenitoka moyoni <laughs> well, nimekumbuka ngoma ya uh, Juma Nature <laughs> kipindii anavirugana na na bibi wake yeah. ngoma inaniuma sana, inayo welia mapenzi anaumizi sana raia anakwambia haya sasa

Akaja mchikaji wangu mmoja kutoka kwenye ile ile gari, akaja moja kwa moja mpaka kwenye mlango wa ghetto, necha necha, kuna mtu anakuhitaji. e mwane, njina, na hemu toka umuone nje na mkuta msichana na mfahamu kwa jina la Tina ambaye alisoma DSJ chuo kile kikuu cha habari na, na katika kipindi chochote alikuwa na ishi hostel. Mshikaji akamwita akasema, huyo chuma huyu hapa sasa, sasongie naye muerewane tena, tukajichane. Inaniuma sana nikifikiria uwanga, ninalia. Inaniuma sana kila nalofanya ninakosekana. Inaniuma sana hata watoto wadogo wananicheka sana

<laughs> siju na matatizo gani asikwambie <laughs> mtujuma <matatizo gani>. <laughs> yeah, uh, uh, uh, hey, kitambo tbt leo pia zinaguswa guswa hizo yeah, uh, kuna namna likikufika jambo oh. Nafuko kwenye sekta hiyo kuna namna unanyosha <laughs> yeah, kitu ambacho kimekugusa <laughs> hey. Ah, sana lakini kwa msanii mimi nikiwa na jambo lolote mm. Hata nikipitia stress za maisha na yeah. Nyingi sana za inspiration lakini mm, baada ya kupitia changamoto nikishaimba, nimelitoa yeah. Safi kabisa na ni kama mimi a, rafiki yako au hapa freeze boy yeah. kuna kisanga pia amepitia hivyo, tunakupa kama story hivyo yeah. unaweza ukavaa ukavaa uhalisia kama wa living au yeah. wa freeze boy kwenye ngoma mm. ziko kuna unaitwa, ni kuna wimbo fulani unaitwa Nikugaya, ngoja nishaandika, oaa niliandika ni kidogo ambayo ya mdogo wangu anapitia okay. kwa, kwa nikavaa ule usika mm. <clears throat> wanguapitalioisilia nikaaulehusia

Bwana sawa, yeah. <laughs> Bwana meseji zipo hapa, naam. <laughs> e, meseji ziko nyingi sana, tutapita nazo <laughs> kabisa. e, haya, tutapita nazo mm -hmm. Sasa kikubwa zaidi na, yeah. Watu wakitaka kuzipata nyimbo zako wanazipataje kwenye social media huko, lakini uh, pia kuna mtu anatamani afanye kazi na wewe, iwe kukushirikisha yes. wewe mm -hmm. Uh, au kuja studio tunajua studio iko uh, ilazo mtatoa baadaye location vizuri yeah, yeah. Uh, lakini kwenye mitandao ya kijamii vipi, binafsi napatikana vipi? yeah, of course unapatikana kwenye mitandao ya kijamii yote kwenye mm. Facebook unatumia Lux Billy L-U-X-B-I-L-Y L-U-X-B-I-L-Y Lux Billy, kote natumia jina hilo kwa yeah, kuja TikTok natumia jina hilo ukienda Facebook au Instagram kote na tumia jina hilo mm. lakini nyimbo zangu pia zinapatikana kote kote, yaani ukienda Boomplay zipo Lux Billy ukienda Instagram, kwenye zile stori za instagram zinapatikana mm. Ukienda Facebook kwenye stori ukisearch, zipo kwenye blogs kubwa pia, kwa mfano kwa DJ Mwanga. Yeah, maneno kote zinapatikana, yani ukisearch tu Google Lux Billy pale. Yeah, nakuja profile na namba zangu za simu, kila kitu kiko pale. Sasa kuna watu wa wanasikiliza sasa hivi na no. Yani wawezako wanaga hizo kwamba, <laughs> mwingine labda aka... ndo anawaza anze mziki atoe hata yeah, huko kwenye mitandao ya kijamii eh changamoto anakupataje? yeah, of course tuna ofisi mbili, sio mbaya. dakika 54, bwana e e? Anasema anaitwa Johnson, kutoka maeneo mipango, anasema huyo mwana anaimba, anachana vyote vyake, producer yeye. Kuna watu Mungu amewapendelea. Mungu aendelee kumweka tu afikie malengo yake. Haya, anasema anaitwa Aneti, kutoka maeneo ya Yudom, asema Mungu aendelee kukitunza kipaji chake, aendelee kumsimamia vyema. Sawa, meseji ziko nyingi, lakini kutokana na time yetu tunahitimisha hivyo. E bwana eh, mimi nakuacha kesho, nayo ni siku uh, tutakutana hapa hapa kwenye Flavor Explosion ya ABM FM Radio kesho time ile ya saa nane mpaka saa kumi uh, niite basi Jocelyn, tunamaliza nayo hii hapa, bye-bye.

d6604566 ni namba ambayo ya ofisi, pia unaweza ukapiga kwa anahitaji tisheti. Kuna vitu vingi, kuna mm. tisheti za ICI, kuna kofia, kuna vikombe, kuna peni okay. Ya, lakini pia tunafanya huduma nyingi pale, huduma mm. za graphics, huduma Everything okay, in a production. Yake vina, vina Freeze boy. Yeah, yeah. Umenyamaza sana yeah. Tunapanda na kavera gani wana hata ah. Asikie, hebu imba chochote ndugu yangu <laughs> hey, umeka kimya sana hata sikuoni, umeamua ujichimbie wazee. Baki Benja, eh, Baki Benja. Aha, mzee kwa siku nimkuta Freeze boy yeah. maeneo yake bwana anagonga vitu, hey. <laughs> Hotpot, sio hotpot. <laughs> Mazingira fani hivi, ngasema eh. hey, kweli Freeze Boy yeah, na studio ilivyo unyama pale hatari yeah. Sana pale hatari sana. Toki kijana Freeze, wenzetu usinipotezeni <laughs> siku ni siku yako ya kuzaliwa, enjoy your your your day day. It's your birthday. It's your happy day Freeze Boy tena ye yeah, natosha, time <laughs> <laughs> mnakimbia ih kinu... yeah. saa tisa na dakika thelathini na tatu bili na nusu tu tumeua. okay. sio mbaya lakini, uh, kipi mnawambia? Uh, tunajua kuna wasanii wa gospel wanasikiliza, no, wa bongo. cool. fleva yeah. kuna wengine ndo wanajitafuta yeah. uh, Ta, kujichanga changa kwenda studio yeah. Lakini kuna wengine idea hata uandishi namna gani yeah. Kipi ambacho mnawaambia sasa hivi wakiwa na wasikilizaji? Yeah, cha kwanza wakaribia sana SA studio, lakini pia One Tone kwa ajili ya huduma zote za mziki unaweza ukawa una idea ujue unaanzia wapi mm. Ukija pale tunaweza tukakushauri mm. Tufanye kutokana na sauti yako, unaweza ukaimba mziki gani yeah. Una changamoto za uandishi, tunaweza tukakuelekeza. lakini pia tuna huduma za mobile studio yeah. Ambayo tunaweza tukamove tukawafuata wateja hususan kwa makundi makubwa ya kwaya ya kwaya na maeneo yote yale yaliko mm. Bwana, sisi tunaongea tu, tukishaelewana kwa sababu tuna usafiri na vitu vingine okay. Kwa hiyo tunaweza tukamove tukaenda, lakini kwa yule ambaye anatamani kuanza mziki elewi aje, kuna wengine wamerekodi lakini hawajui hata namna ya kudistribute mziki mm. namna ya kuuza mziki na vitu kama hivyo vyote tunafanya. Kwa hiyo wafike tu SA studio au watupigie kwa namba ambazo tumetoa muda, yeah. wote tuko tayari kwa hudumia masaa 24. Lux, unasikiza hii beat uh? yes. hii beat yeah, yeah. <laughs> nimepewa nabidi yeah. nipite humo. unataka ni rap au niimbe ni Iye ah, vyovyote kama <laughs> kama utalap <rapu> kidogo sawa. <laughs> ah, kama freeze naye ataimbia sawa, lakini utabidi nikupe, nabidi hi biti. <laughs> nimepewa niandikie, kwa hiyo utabidi oh, oh, eh, un, tutaongea off mic hapa ah, eh. <laughs> hila kama unataka kupita sawa, vyovyote <laughs> kama ni hip hop, kabla sijaanza kuimba nikuwa na rap ah, ah, mazoni, yeah, so TZ zetu

Yeah. Mm-hmm. Natamani ni kuone tena, Natamani tamani ni kufuate ulipo, natamani ni kwambie how I feel, uh, natamani ni kuone tena, natamani ni kwambie ulipo, natamani ni uone ukweli wako, uh, baby we, baby we, uh, umeniteka hizi hisia zangu na akili yangu, sio ni mwingine baby we, baby, baby we, we. Mm. Kichwa mpaka miguu umenitawala. Kitu eh bwana, sawa uh, freeze boy pamoja na uh, Lux Billy tulikuwa yeah. nao hapa eh bwana, big time sana, asanteni kwa kuja. Shukur. Kwenye show ya Flavor Explosion. flaexsi yeah. Uh, naamini kwa mengine zaidi tuaendeea kuwasiliana yeah. Eh, sijapita kama wiki mbili tatu hivi, lakini nitapita pale eh, lazima nipite. kuna vitu, vitu vitu vyangu aga na vicheki yeah. pale <laughs> <laughs> eh, niviizikanavyo nachukua. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> eh. Yeah. bana yeah. sawa, karibuni tena kikubwa tu watu waendelee kusupport kazi ya, tuna project pia na video ambayo itatoka mwisho wa mwezi huu okay. ya kikubwa ni watu kuendelea kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama ambavyo nimesema. mm. lakini waendelee kuifollow SA lakini tuna offer pia kwa hichi kipindi okay. ya kwa waimbaji wa gospel waimbaji wa bongo flavor yeyote ndani mm. ya huu mwezi kabla hujaisha, tunafanya wimbo kwa offer ya shilingi elfu sabini tu Okay, yeah, kila kitu beats na beats nini si kila kitu, kila kitu kwa elfu sabini tu. Mm. kwa tu. anaweza kasogea ICA wakaiwa ofa hii mapema sana. Jamani ofa hiyo wapo kazi yeah, ni kwenu. <laughs> eh bana e, tunahitimisha hivyo kwenye uh, story break fupi yeah. Tutakumbushana Jumapili hii kawe pale uh, kuombea passport Jumapili ya wiki hii kwenye madhabahu ya Inuka Uangaze Kakawe, Dar es Salaam, ni kongamano kubwa la maombezi, miujiza, uponyaji na kufunguliwa kwa watu wa dini zote. Vile vile mtumishi wa Mungu Apostle Boniface